Hakuna mwanamke anataka mtu ako serious na hana pesa. Anakuambia, anataka mtu serious, lakini mtu serious anayekuja kama hana hela hamtaki, hamtaki kabisa. Anataka mtu mwenye, yani, ako serious, ana hela. Sasa najiuliza, huyu mtu mwenye mnasema mnataka ako serious Hmm? Ni hawe ana hela ama hawe hana hela? Kwa hivyo kama ana hela, simseme tu mnataka mtu mwenye ako na pesa, jamani kuliko kusema unataka mtu mwenye ako serious. Hmm? Na nani kitu tunao kuelewa saa hizi? Mtu wa serious akitokea, mimi niko serious, unaanza kumuuliza uko na kazi? Unajishughulisha na nini? Kwani mimi unataka ni mimi unataka ni shughuli zenu unazitaka. Kama unataka mtu mwenye ako na pesa uwe sema. Sema tukuelewe. Habari ya kwamba serious mwenye mtu anakona nini hiyo, acha sema nataka mtu mwenye akona pesa basi sumbuane.